Kufuatia kuunguzwa kwa Shishi food leo hii, Shilole ndo ameweza kufunguka mara ya kwanza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Shilole ameshia ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo: ujumbe wangu kwa taifa. Salam kwanza, pole za dhati kwa wote waliofikwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kuhudishiana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache wa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni wa Tanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo, na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaonekana kufurahia wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu, nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu CCM. Lakini je, wale wasio na chama waliumizwaje? Nani anawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi, bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda wa kutafutana mchawi wala kushindana kutupiana lawama, ni wakati wa busara. Nawabariki na kuwasamehe na wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai, basi ninaamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi na uhai havina mbadala. Alhamdulillah, naiombea nchi yangu, namwombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake, katika kuendeleza awamu ya sita katika kipindi cha miaka cha pili, kwani na na amani, kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu sisi. Licha ya majaribu, vitisho na athari niliyopata, ninashauri tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, Poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia hila, ziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulilahi, tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania. Ndo ujumbe huu ambao ameweza kushea Shishi mara baada ya kupoteza mali zake ya kuunguziwa eneo lake lote la Shishi Food. Hii ni Massae TV, mtazamaji, lakini pia unakumbushwa kusubscribe channel hii, uh, ili kuwa mwanafamilia wa Massae TV. Langu jina ni Diana Massae.